Nilikuwa sijui maisha yanaweza kuwa na giza ambalo huwezi kuona, lakini unahisi yote. Yalianza siku ile nilipomtembelea mama mkwe wangu baada ya ndoa yetu ya mwaka mmoja. Mwanzo ilikuwa furaha, kicheko na chai ya jioni, lakini kidogo kidogo nilianza kugundua mabadiliko yasiyoelezeka. Vitu vidogo vilianza kuharibika, chakula kilichopikwa kwa bidii kiligeuka chumvi, nguo zangu zikapotea au kuharibika usiku wa manane. Nilidhani ni bahati mbaya, lakini muda haukupita nilipoanza kuona ishara nyingine: ndoto za kutisha, hisia za kutokuwa huru, huzuni isiyoelezeka ndani ya nyumba yangu. Mama mkwe wangu alikuwa na tabasamu lililoogopesha na macho yenye nguvu za kufuatilia kila hatua yangu. Wakati mwingine nilipomkumbatia kwa heshima Alionekana kupinga kwa utulivu, lakini kwa nguvu isiyo ya kawaida. Niliwaza, je, hii ni tabia ya mama mkwe kawaida au kuna kitu kingine? Siku moja wakati wa chakula cha jioni, niliona mikono yake ikiweka kitu kwenye kinywaji changu. Hatimaye nilianza kupata maumivu yasiyoelezeka. Usingizi wangu ukapotea na mara nyingine, nilipokabiliana naye alinitabasamu bila maneno. Lakini macho yake yalinieleza kila kitu. Nilijua sasa, huyu mwanamke alikuwa akitumia uchawi. Nilijaribu kuzungumza na mume wangu, lakini alishindwa kuamini. Mama ni mzuri, hakuwa na sababu ya kufanya hivyo alisema. Hapo niligundua kuwa vita vya uchawi ndani ya familia havina ushahidi wa kuonekana kwa wengine. Ni vita ya kielelezo cha ndani, akili na hisia. Siku zilipita, nikawa na maamuzi magumu. Nilianza kusoma kitabu cha uchawi wa kienyeji, kutafuta hekima za wazee na hata kuwasiliana na waganga wa asili. Nilijifunza kwamba nguvu za uchawi zinaweza kushindwa na imani, maneno na vitendo vya hekima. Nilitumia maji matakatifu, maneno ya kulinda familia yangu na sherehe za kuondoa chuki na uchungu. Hatimaye, maisha yalianza kurudi kwenye kawaida. Chakula hakikuanguka, ndoto za kutisha ziliisha, na hata mama mkwe wangu alibadilika, labda kwa sababu aliona kuwa hakuwezi kuendeleza nguvu zake kwa mke wake pekee. Sasa kila nikimkumbuka nahisi hofu na heshima kwa wakati ule uliopita. Ujua uchawi si hadithi ya vitabu tu, ni kitu ambacho unaweza kukiona ukiwa karibu na mtu unayemwamini. Leo nakumbuka kuwa familia ni kama shamba Wakati mwingine kuna magugu yanayopandwa kwa siri, lakini kwa hekima na imani unaweza kulima upya ardhi na kupata amani. Na kwa sasa nakumbuka, hakuna kinachoweza kuniharibia moyo wangu isipokuwa nikikubali. Lakini hata baada ya hofu ile kupungua, niligundua kuwa uchawi haukuisha kabisa. Mara nyingine machozi yasiyoelezeka yalinijia usiku wa manane. Na mara nyingine ghafla hisia za hasira na huzuni ziliibuka bila sababu. Nilijua sasa, vita vya uchawi havikuisha kimwili pekee, ni vita ya akili, hisia na roho. Nilijaribu kuwa mbali na mama mkwe wangu, lakini familia yetu ilikuwa ndogo, karibu kila hatua ilikuwa chini ya macho yake. Hako ndipo nilipoamua kuchukua hatua ya mwisho. Siku moja nilikusanya marafiki wa karibu, wazee wa jamii na waganga wa asili. Tulifanya sherehe ya kuondoa uchawi, tukiweka maneno ya hekima, moto na maji safi. Niliweka nia yangu wazi, hakuna hatari, hakuna chuki, hakuna uchungu unaweza kubaki ndani ya nyumba yetu. Baada ya sherehe, ghafla nyumba ilijaa utulivu. Chakula kilichopikwa kwa upendo kilichukua ladha. Ndoto zenye hofu hazikurudi tena, na hata mama mkwe wangu alibadilika taratibu. Sijui kama ilikuwa kwa hofu au labda nguvu zake ziliisha kwa sababu ya nia yangu thabiti, lakini nikawa na amani, na nilijua kuwa sasa familia yangu ilikuwa salama zaidi. Lakini kwa siri ya ndani, kila wakati nikimkumbuka, napata mchanganyiko wa hofu na heshima. Kwa kweli, uchawi ndani ya familia si mchezo, ni nguvu isiyoonekana lakini yenye uharibifu mkubwa. Nilikuwa na hekima, imani na uthabiti na hiyo ndiyo silaha yangu kweli dhidi ya giza ambalo hatuwezi kuliona, lakini linaishi karibu nasi. Sasa nakumbuka kila tukio, kila kicheko chenye maumivu, kila macho aliyokuwa nayo mama mkwe wangu, na napaswa kusema, familia ni kama shamba, ni lazima kulima kwa upendo, kuondoa magugu ya hasira na uchungu, na kuwalinda wale unaowapenda kwa sababu wakati une unavyosogea ndoto zako, furaha yako na familia yako zote ni pengine ya mashujaa wako. Uchawi ni hatari, lakini hekima na imani zinaweza kushinda kila giza. Na mimi leo najua kuwa hakuna kinachoweza kuniangamiza isipokuwa nikikubali. Lakini hatimaye siku ile nilipoona ukweli wa uchawi, nilijua kuwa hakukuwa na njia ya kuepuka bila kuikabili. Nilianza kufuatilia kila jambo, tabia za mama mkwe, maneno yake hata harufu ndogo ndani ya nyumba. Niligundua kuwa nguvu za uchawi si mara zote zenye macho ya kuona, lakini huwa zipo katika hisia, mikono na maneno yasiyo ya kawaida. Siku moja nilikamatwa na tukio lisilo la kawaida. Nilipokuwa nikipika, chungu cha chakula kiliruka ghafla kutoka kwenye jikoni hadi ukuta, kinywa cha moto kilitoweka bila sababu na nilihisi kipimo cha giza kikitazama kila hatua yangu. Hapo nikagundua moja kwa moja, hii si hadithi, ni maisha halisi. Nilikuwa katikati ya vita ambavyo si kila mtu anaweza kuona. Lakini si kila vita vina mwisho wa hofu. Baada ya siku nyingi za kusoma vitabu vya hekima, kuzungumza na wazee na kufanya sherehe za kuondoa uchawi, nilianza kuona mabadiliko. Ndoto za kutisha zilianza kupungua, chakula kilichopikwa kwa upendo kilianza kurudisha ladha yake na hata mama mkwe wangu alibadilika. Labda aligundua kuwa hatoweza kuendeleza nguvu zake bila kushambulia familia yenye imani na hekima. Lakini hekima hii haikuwa tu ya kushinda uchawi, bali ya kudumisha familia. Nilijua sasa kuwa kila tabia, kila jambo dogo linaweza kuwa ishara ya giza lisiloonekana. Familia ni shamba, upendo ni mbolea na hekima ni jua linalokuza maisha. Hakuna kitu kinachoweza kuharibu familia isipokuwa imani na hekima zisiwe dhaifu. Leo nakumbuka kila tukio na moyo mchanganyiko wa hofu na shukrani. Nilijifunza kuwa licha ya giza lililokuwa karibu nasi, hatuwezi kushindwa ikiwa tuna akili Moyo na imani thabiti. Hata mama mkwe wangu, ambaye mara moja alionekana kuwa tishio lisilo la kuepuka, sasa ni sehemu ya familia yenye utulivu. Lakini hekima iliyobaki ndani yangu ni moja. Vitu visivyoonekana vina nguvu kubwa na kushindwa kuikabili kwa wakati ni hatari. Uchawi, chuki au hasira zilizofichika ndani ya nyumba zinaweza kuharibu maisha ya wote. Lakini upendo, imani na hekima ya kweli ni silaha za kushinda giza, na mimi leo najua kuwa ushindi haubaki kwa bahati, bali kwa hatua thabiti, hekima na moyo wa kuamini kuwa familia yako lazima ibaki salama. Lakini hata baada ya amani ile kufika, niligundua kuwa historia ya uchawi haikuwa rahisi kusahau. Kila mara nilipopita jikoni nilihisi kama macho ya mama mkwe wangu bado yamebaki nyuma ya kuta yakitazama kila hatua yangu. Nilijua sasa kuwa uchawi si kitu cha kuonekana tu, ni historia ya kihisia, ni giza linaloweza kuishi kupitia maneno, hisia na tabia za kila siku. Mume wangu alishangaa jinsi nilivyojibana, lakini sasa aliona kuwa si uoga tu niliochukua, bali hekima ya kulinda familia tulianza kuzungumza kwa uwazi, kuzungumza kuhusu hofu, kuhusu historia ya familia na hata kuhusu maneno yasiyoelezeka ambayo mama mkwe wangu alikuwa akitumia. Hatimaye tuligundua kuwa familia yetu ingekuwa salama zaidi ikiwa kila mmoja angekubali hekima ya kuishi kwa amani na kuondoa hasira zisizo na maana. Lakini moja ya mafundisho makubwa zaidi niliyojifunza, kila uchawi kila giza unaweza kushindwa na nuru ya imani na upendo. Siku moja mama mkwe wangu alipoketi karibu nami hakusema maneno mengi, lakini macho yake yalibadilika. Nilijua sasa kuwa hata yeye aliyejaribu kutumia nguvu zisizoonekana alikuwa na hofu, upweke na haja ya upendo. Nilimwangamiza kwa heshima, na mara ya kwanza sangu mapambano yote, nilihisi kama giza limepungua. Muda ukapita na familia yetu ikawa na utulivu wa kweli. Chakula kilichopikwa kilikuwa kizuri, ndoto za kutisha hazikurudi na hata tabasamu la mama mkwe lilikuwa la kweli. Lakini hekima niliyohifadhi ni moja. Giza linalokaa ndani ya nyumba, ndani ya moyo wa mtu, linaweza kuwa kubwa kuliko mtu anavyoweza kuamini. Lakini imani, hekima na moyo wa kweli vinaweza kulishinda. Sasa ninapokumbuka historia ya uchawi, napata hofu kidogo, lakini zaidi napata heshima kwa nguvu zisizoonekana za maisha. Kila familia ina changamoto zake. Baadhi ni za kawaida na baadhi ni za giza lisiloonekana. Lakini kila tukio la giza linafundisha hekima: kuwa na moyo thabiti, kushikilia familia yako na kushinda hofu kwa upendo na imani. Na kwa kweli maisha ni kama shamba. Magudu ya uchawi na hasira lazima yaondolewe, na mbolea ya upendo, hekima na uelewano lazima itumike kila siku. Hivyo ndivyo vita vya uchawi ndani ya familia vinaisha, sio tu kwa nguvu, bali kwa hekima, uthabiti na moyo wa kuamini kuwa familia yako lazima ibaki salama.